Namna ya ya kujiepusha na mazoea ya kulalia mgongo kwa mama mjamzito. Habari yako mama mtarajiwa, leo nitazungumzia jambo muhimu sana kwa afya yako na mtoto aliye tumboni, namna ya kujiepusha na mazoea ya kulalia mgongo ukiwa mjamzito. Wamama wengi hawajui kwamba kulala chali au mgongoni kwa muda mrefu wakati wa ujauzito, hasa kuanzia miezi ya kati na kuendelea, kunaweza kuwa na madhara makubwa kwa mama na mtoto. Wakati mimba inakuwa, uzito wa mtoto, kondo la nyuma au placenta, na maji ya uzazi huongezeka. Unapolala mgongoni, uzito huu wote unabonyeza mishipa mikubwa ya damu, hasa vena cava, ambayo inarudisha damu kwenda kwenye moyo, ambapo matokeo yake ni mzunguko wa damu unapungua, mtoto anapata oksijeni kidogo, na mama anaweza kuhisi kizunguzungu, maumivu ya mgongo au hata kupoteza fahamu kwa kwa muda muda mfupi. Hivyo kulala mgongoni kwa muda mrefu si salama. Sasa je, ni ipi namna bora ya kulala kwa mama mjamzito. Njia bora ni kulala kwa ubavu wa kushoto. Kwa nini upande wa kushoto? Kwa sababu unapunguza shinikizo kwenye vena cava na kuboresha mtiririko wa damu kwenda kwa mtoto. Pia figo zako hufanya kazi vizuri zaidi na husaidia kupunguza uvimbe wa miguu na mikono kama upande wa kushoto na kuchosha, unaweza kubadilisha kwa muda mfupi upande wa kulia, lakini usikae na kupendelea kutumia muda mrefu mgongoni. Tuzifahamu njia za kujiepusha na tabia hii ya kulala mgongo. Najua wamama wengi husema, mimi nimezoea kulala mgongoni tangu zamani, siwezi kulala kwa ubavu. Usijali, mazoea hubadilika polepole pole. Hapa kuna mbinu rahisi za kusaidia. Moja, tumia mto wa mimba, pregnancy pillow mto mrefu unaozunguka mwili mzima unaweka kati ya miguu na nyuma, hivyo unazuia mwili kurudi mgongoni. Mbili. weka mto mdogo nyuma ya mgongo ili ukijaribu kugeuka mgongoni usiende kabisa nyuma. Tatu. epuka vitanda laini sana, vitanda hivi vinakufanya uzame na kurudi mgongoni bila kujitambua. Nne. anza mazoezi madogo ya kupumzika kabla ya kulala, husaidia kupumzika ukiwa ubavuni. Tano kuwa na nidhamu ya kulala kwa lisali moja. Hakikisha umelala upande wa kushoto kila siku hadi ubongo wako utakapozoea. Zifahamu ishara za hatari ukiolia mgongo. Kama unajikuta umelalia mgongo na ukahisi kizunguzungu, mapigo ya moyo kwenda kasi, maumivu ya mgongo au tumbo, au mtoto kupunguza harakati tumboni, amka polepole pole, geuka ubavuni kisha kaa kwa dakika chache. Kama hali inaendelea, wahi hospitali mara moja. Mama, kumbuka, kulala kwa ubavu wa kushoto ni muhimu kwa afya yako na mtoto wako. Fanya mazoezi haya kila siku, epuka kulalia mgongo, na utakuwa salama wewe na mtoto. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii Moh Vision Online Tv, kwa elimu zaidi ya afya ya ujauzito, lishe na uzazi salama. Tukutane video ijayo, asante.